karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukerebe, Bukerebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi. Leo Jumamosi ya tarehe 15 mwezi wa 11, 2025. Somo yetu ya leo lina kichwa cha habari kinachosema Ng'ang'ania karibu na Yesu. Fungu letu ni Hosea sura ya sita mstari wa tatu. Nasi na tujue naam, tukaendelee kumjua Bwana kutokea kwake ni yakini kama asubuhi. Tuombe. E Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema na upendo usiokoma, tunakushukuru kwa kutuamsha salama katika asubuhi hii ya Jumamosi, tunakushukuru kwa ulinzi wa usiku, kwa pumzi ya uhai na kwa nafasi hii ya kukaribia uwepo wako kwa unyenyekevu. Bwana, tunapolifungua kesha hili tunakuomba utujaze na Roho Mtakatifu. Fungua akili zetu kupokea neno lako, fungua mioyo yetu ili tusikie sauti yako, na utulinde dhidi ya kila usumbufu wa Shetani. Tusaidie kung'ang'ania Yesu na kutokusita kutegemea neema yake. Leo pia tunaliweka taifa letu Tanzania. Baba wa mbinguni, ulinde nchi yetu kwa amani, umoja na utulivu. Wabariki viongozi wetu katika ngazi zote, uwape hekima, uwape busara, uwape uadilifu ili waongoze kwa haki. Wabariki watanzania wote, wabariki wazee kwa vijana, wabariki masikini kwa matajiri, ibariki miji na vijiji. Watembele kwa afya, baraka na matumaini mapya. Imani na hofu yako iwe katika watu wako. Tunaliweka kesha hili mikononi mwako ututakase, ututawale na uwe nasi toka mwanzo hadi mwisho, katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amina. Wakati Shetani anapokuambia kuwa dhambi zako ni nyingi kiasi cha kufanya usiwe na matarajio yote ya ushindi mkuu kwa Mungu, mwambie, Biblia inafundisha kuwa wale wapendao zaidi ni wale waliosamehewa zaidi. Usijaribu kuafifisha uovu wako kwa kuitolea uhuru dhambi. Hauwezi kusogea karibu na Mungu kwa imani hadi pale utakapotambua hali yako ya kuwa mdhambi. Kisha unaweza kujiweka mara moja katika ahadi zake na kwa imani isiyoteteleka, na uweza kudai kuwa na sehemu katika kafara isiyo na ukomo iliyotengenezwa kwa ajili ya mwanadamu. Ng'ang'ania karibu na Yesu na moyo wake mkuu wenye upendo utakuvuta kwake. Siwezi kuamini kwa kuwa yeyote ataweza kuondoka bila imani zao kufanywa imara zaidi. Kila hatua moja mbele wanaoichukua ni lazima iwe hatua ya imani. Kama wana uzoefu wa kidini ambao umesheheni imani, mmoja anaweza kuwafukuza elfu, na wawili watafanya makumi elfu kukimbia. Lakini vipoa vyote vile watakavyokuwa navyo, ujuzi wote na lugha ya ushawishi watakaokuwa nao, havitakuwa na manufaa yoyote hadi pale watakapojiweka wakfu kwa Mungu Mtume Paulo alitamani sana ndugu zake watiwe moyo kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu. Wakristo wanapata faraja na nguvu ya daima ndani ya Yesu. Hebu na tuutazame kwa makini utukufu wa Mungu, tusiruhusu jambo lolote kuingia katikati yetu na yeye. Tukaendelea kumjua Bwana, natambua kwamba kutokea kwake ni yamkini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua, kama mvua ya vuli inyweshayo nchi ikiwa tu washiriki wa asili wa ya uungu, tunapaswa kuakisi mfano wa maisha na tabia ya Bwana wetu mtakatifu. Hatuwezi kuwa wavivu kutafuta ukamilifu huu kwa tabia. Hatuwezi kuwa kimya kwa watu wanaotuzunguka na kufikiri kwamba wengine watafanya kazi kwa niaba yetu, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Tunapaswa kuwa watenda kazi pamoja na Mungu. Maisha yawe kwetu yenye unyenyekevu na bidii ya kufanya kazi kwa wokovu kwa kichwa na kutetemeka. Kisha imani, tumaini na upendo vitadumu mioyoni mwetu, vikitupatia bidii kwa ajili ya thawabu nazowangojia washindi. Adui asiyechoka na mwenye kudhamiria ameandaa njama zake kwa kiroho, ambayo haijaandaa kwa majaribu na kushindwa wa maombi ya daima na imani iliyo hai. Sisi peke yetu binafsi au kwa pamoja, hatuwezi kuwa salama katika mashambulizi yake yasiyokoma, lakini kwa nguvu za Yesu Kristo, kila jaribu, kila ushawishi wa upinzani, ukiwa wa wazi au wasiri, unaweza kupingwa kwa ufanisi. Kumbuka kwamba mshtaki wenu Ibilisi, kama simba ungurumaye, huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze, hivyo mwe na kiasi na kukesha. Historical sketch. Mia moja salasini na tano, mia moja salasini na sita. Tuombe Mungu wetu mwenye rehema, tunakushukuru kwa ujumbe mtakatifu uliotukumbusha umuhimu wa kung'ang'ania karibu na Yesu. Tunakushukuru kwa ahadi zako za uhakika kama asubuhi na kwa mvua ya baraka unaomimina juu ya wale wanaokutafuta kwa moyo. Bwana, tunakuletea mioyo yetu kama ilivyo dhaifu, inayohitaji neema tusafishe na kujaza tena kwa imani yenye nguvu, tumaini lisilotetereka na upendo unaotoka juu. Tunakuomba utufanye washindi dhidi ya majaribu ya Ibilisi, na utuwezeshe kuakisi tabia ya Kristo katika kila hatua ya maisha yetu. Tunaliombea pia taifa letu la Tanzania. Bwana wetu, libariki taifa hili kwa amani, umoja na hofu ya Mungu. Wabariki viongozi, wape hekima, wape uadilifu na moyo wa kutenda haki Tunaombea wananchi wote walioko vijijini na walioko mijini, waishi kwa upendo, waishi kwa mshikamano, waishi kwa kukutumaini wewe. Ulinde mipaka ya nchi yetu ya Tanzania na uendelee kumimina baraka zako. Tunapofunga kesha hili, utembee nasi katika siku ya Sabato, utulinde, ututunze na uendelee kututia nguvu kwa ajili ya safari ya wokovu. Tunaomba kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.